Wanasema no reform no election. Ni mmesikia hayo maneno? Yes. Si mmeyasikia? <laughs> Mmeyaelewa? Sasa ah, mimi niwaelesheni. No reform no election, Kiswahili maana yake, kwa kuwa hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. Yaani ile mwezi wa kumi, uchaguzi usifanyike, ndio maana yake. Na wamesema wanazunguka nchi nzima kuwashawishi wa Tanzania wafanye uasi kuzuia uchaguzi, kwa heri au kwa shari, hata kwa kumwaga damu. Mheshimiwa Rais alipochukua nchi alikuja na falsafa ya R nne moja kati ya ara inaongelea mabadiliko. Sasa katika eneo hili la sheria za uchaguzi, naomba niwaambieni mabadiliko ambayo Samia ameyafanya, na mabadiliko haya yanatokana na maombi ya wapinzani. Aliwakaribisha akawambia waliokimbilia nje waje, kesi zao akawafutia, so akawambia tukaye mezani, mniambie shida yenu nini? Wakaolozesha madai yao kuhusiana na sheria za uchaguzi. Madai yao kwa asilimia tisini na tisa yametekelezwa. Dai ya kwanza walisema sheria ya uchaguzi ya mwaka 85 haifai ifutwe. Sheria ya uchaguzi wa taifa ya mwaka 1985 imefutwa na bunge la jamhuri ya, ya muungano februari mwaka jana. Piga makofi kwa Samia. Dai <coughs> la pili walisema sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambayo ndio inachagua madiwani ya mwaka 1979 nayo ilifutwa ifa. Sheria hiyo imefutwa Februari mwaka jana na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambao kwa asilimia tisini na nane linaongozwa na wabunge wa CCM, manaake bunge linaloundwa na wabunge wa CCM Manake, bunge, Serikali ya sisi na Samia wamefuta hizo sheria mbili. Ombi la tatu walisema, tunataka sheria mpya ya uchaguzi isimamie uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, baada ya kufuta zile sheria mbili. Ombi hilo nalo limekubaliwa mwaka jana Februari, bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na wabunge wenu wa sisemu ambao mmewatuma nini nyinyi, wame wametunga sheria inaitwa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024 na, na inafanya kazi sasa na uchaguzi wa mwaka huu tuongozwa na sheria. la nne walisema tunataka tume huru ya uchaguzi, na nyinyi mlisikia wote lote. Ili tumekwenda bungeni, tumetunga sheria ya tume huru ya uchaguzi, sheria namba mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Inafanya kazi sasa, ndiyo maana hata jina limebadilika kutoka kwenye tume ya taifa ya uchaguzi na kuwa tume huru ya uchaguzi. kwa sababu ya sheria hiyo namba mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Ombi lao la tano walisema wakurugenzi wa halmashauri hatutaki wasimamie uchaguzi, ili wote mlilisikia hiyo, walituambia sisi, waliongea kwenye kamati, wakaenda na mahakamani kwenye mabadiliko haya ya sheria mwaka jana, wakurugenzi wameondolewa kusimamia uchaguzi. Ombi lao namba sita walisema wasimamizi wa uchaguzi wateuliwe tu maafisa wengine wa serikali, sio mkurugenzi, na walisema kwamba tumegundua, au wakurugenzi ni makada wa chama cha mapinduzi. Ombi lao namba sita limekubalika. Sheria sasa hivi imewaondoa wakurugenzi wote wa halmashauri, sio wasimamizi wa uchaguzi. Wa makoti tofauti. Ombi lao namba saba, walisema wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi wapatikane kwa njia ya wazi na ya ushindani. Wasiende kuokopa tu watu majumbani mitaani kishikali. Ombi lao la saba limekubalika. Sheria inasema sasa wale wasimamizi wa uchaguzi wataomba kazi hiyo kwa barua, kwa maandishi, kwa mkono wao, wataambatanisha na saini yao. wataitwa kwenye usaili na Tume Huru ya Uchaguzi, watafanyiwa usaili au kwa kipuya, yanasema interview. Wale wenye sifa watakaoshinda ndio watateuliwa na Tume Huru ya Uchaguzi kusimamia uchaguzi katika ngazi ya jimbo, ngazi ya kata ngazi ya mtaa na ngazi ya kituo. Ombi lao la nane walisema, tunataka wakishateuliwa majina yao yatangazwe ili tuwaone na tuwajue. Sheria imesema wakiteuliwa, majina yatatangazwa tena kwenye gazeti la Serikali na yatabandikwa katika kila sehemu za kupigia kura ili watu wayaone. Ombi langu la tisa walisema hatutaki viongozi au wanachama wa CCM wasimamie uchaguzi, na sisi tukawaambia na sisi, chama cha Mapinduzi, hatutaki nyinyi CHADEMA pia msimamie uchaguzi. Kiongozi yoyote wa chama chochote cha siasa, si CCM, si CHADEMA, si ACT, si chauma maki, chauma umesha kuwa maarufu sasa, harusiwi kuwa msimamizi wa uchaguzi. Na sio kiongozi tu, hata wewe ambao umeacha uongozi katika kipindi ambacho hakizidi miaka mitano, hurusiwi kusimamia uchaguzi banawake wapo ambao wanakusikia kusimamia uchaguzi kesho, anasema amejiuzuru leo. Sasa hizi tumeeleza miaka mingapi? Lakini sio viongozi tu, hata wanachama wa chama chochote kile cha siasa huruhusiwi kusimamia uchaguzi. Waliomba ombi la kumi kwamba majina ya shabandikwa wapate haki ya kuweka pingamizi juu ya msimamizi wa uchaguzi kusema huyu hafai kwa sababu ni sisi, huyu hafai kwa sababu ni Chadema, huyu hafai kwa sababu ni ACT. Sheria imesema sawa, tunawapeni. Waliomba ombi la kumi na moja, wafungwa wapate haki ya kupiga kura sasa Badiliko la kumi na moja, wafungwa ambao vifungo vyao ni chini ya miezi sita wana haki ya kuandikishwa kupiga kura, kwa sababu upigaji kura utawakuta wakati wameshatoka nje. Wakitoka kule mtaani, wasije wakakosa kupiga kura. Lakini wale wenye vifungo mle ndani na wana shahada za kupiga kura, hiyo ni badiliko la kumi na mbili hilo kutakuwa na vituo vya kupigia kura mle ndani magereza, na haya yote waliyaomba wao kwenye vikao vyetu. Tena waliyaomba kwa maandishi hapo. Waliomba ombi la kumi na tatu, kuwe na chombo huru cha kuwateua viongozi wa tume huru ya uchaguzi katika ngazi ya taifa, kwa maana ya mwenyekiti wa tume huru, makamu mwenyekiti wa tume huru, makamishina wa tume huru, pamoja na mkurugenzi wa tume huru ya uchaguzi. Ombi hilo limekubaliwa, tumeunda chochombo huru ambacho kinaundwa na jaji mkuu wa Tanzania, jaji mkuu wa Zanzibar, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, na mtu mmoja ambaye atateuliwa na hao kuunda jopo la watu watano. Sasa baada ya mabadiliko haya ambayo imefanyika Februari mwaka jana pale Bumbili, na hata hatujaanza kuyatumia, tutayatumia mwaka huu. Anasimama kiongozi wa chama cha siasa anaongopea wananchi, eti hakuna mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi. Haya tuliyoyasema ni nini? Si mabadiliko haya?